Ukiandikiwa kupata lazima kuna siku itajitokeza na mambo yataenda vizuri kabisa. Hii ni moja kati ya video ambayo inasambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi, ikimuonyesha kijana mdogo ambaye anafanya biashara ya kuuza mayai barabarani, na hii ni kawaida ya kuwakuta vijana wadogo wakifanya hivyo kwenye stendi au barabara ambazo zina mkusanyiko wa watu. Sasa hii video bwana, imekuwa na hisia za tofauti kwa watu wengi. Msanii Mario pia, video hii imemgusa kwelikweli, ameiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram na wengi wamekuwa Yani, imekuwa ni chanzo cha wengi kuiona baada ya Mario kuiposti, akisema kwamba anamtafuta huyo kijana ili aweze kumsaidia kwa moyo wake ambao ameuonesha kwenye hiyo video. Mario aliandika hii: hata kama ukiwa hujatokea kwenye mazingira kama haya, lakini inaweza kukugusa kwa namna huyu dogo alivyokuwa na moyo mzuri, heshima na unyenyekevu. Hii video nzuri, lakini imenifanya ni angushe chozi Huyu bwana mdogo namtafuta, anamjua anitumie DM tafadhali. So ni moja katika video ambayo imewagusa watu wengi. Nataka nikuwekee usikilize namna ambavyo huyu kijana alifanya mpaka imepelekea watu wengi kutaka kumpata huyu mtoto ili kuweza kumsaidia kutokana na mazingira ambayo anayapitia. Hapo taniandikia comment yako hapo, nikumbushe ya tano ni moja itano moja. Angalia meko nitoka mayai, rafiki yangu kinis, angalia sina hela, mwanangu, naomba Eh? Asante sana ume, ume, ya mayai unauza wewe ya ni ya kwako eh. Ni usondoke eh, mayai soog eh, luga nigaaili hapa, mwanangu, acha nimzabie sa, shika hii hapa, sawa. mimi yai bure, mimi wasikia kwa vile hela bule, mi nimekugaia hela eh, utakunywa chai utanini, nigee chumvi kidogo, niwekee chumvi kidogo, chumvi niwekee kidogo Eh, nekapa kwenye mpuka oneke hapo kidogo.